Kama ilivyokuwa kwamba vita vya panzi ni furaha kwa kungulu, kumkosa Stefan Azikia ngapi, sisi hatutaki yoyote apungue, tunataka wakamilike, kwani mechi ya kwanza walipungua walikamilika na wakashindwa, umeelewa? Sisi tunachotaka wakamilike, wote wawepo. Hatuhitaji yoo fulani ya kuwepo fulani ya kuwepo, tunataka wakamilike. Wakishakamilika ndio tuwafunge kihalali. Hatutaki sisi maneno maneno, sisi tunahitaji azizi awepo, na hii ni mind game. Tunafahamu azizi yupo, wachezaji wao wote wapo Hatutaki minding game. Waje kama walivyo, mm. Tuje kama tulivyo, tukutane mm. nini? Benjamin Mkapa. GB 64 miaka mi, e, mara nne mfululizo Young Africans wana mifunga. Utofauti aswa na klabu ya Simba, ulikuwa ni upi? Tukitazama vikosi cha e, Simba mara nne mfululizo lakini tukitazama Young Africans ambayo imemifunga mara nne mfululizo. E, ni quality ya wachezaji wa Young Africans ambayo ilimizidi Simba ama utofauti mkubwa aswa ulikuwa ni upi? Eh, ni mbinu tu alizokuwa anatumia. Mm. Ni mbinu alizokuwa anatumia na ndio maana Simba tukafanya lishafo mm. tukafukuza wachezaji wote waliotumika katika kuhujumu nini, mm. kuhujumu timu, ilikuwa inahujumiwa. mm. Wewe haiwezekani hata mara moja we ndio mwalimu unaweza ukampanga golikipa kwenye mechi kubwa ambaye amekaa miezi nane nje hajacheza mechi hata moja. Ni hujuma kumbe ni nini, uweze hata siku moja mwalimu ukampanga mchezaji ambaye yuko nje miezi nane hapo unaenda unamchezesha mechi ya dabi. Kwa hiyo sisi ndio maana tumeflash yote mm. kina Saido kina Mixoni mm. kina Chama, wote. na hao wachezaji wengi wamerudi yangu, kina Chama wote sio wamerudi yangu yeah, kina Mkudo wote sio wameenda yangu. mm. Kwa hiyo sisi hatuna no wasiwasi na Simba yetu mm. wewe ifunge Simba hii kama unaweza mm. mechi ni tarehe tisa siku ya Jumapili mm. Kwa nini tarehe tisa? Kinaji siku zinabadilika mm. saa 12 mm. Kiislamu mm. sisi kwa imani yetu Ikishalia adhana tu Simba ti, si, mefani, ni siku imebadilika, timu haikuingia uwanjani kulingana na hiki hiki ambacho cha majira ama masaa jebesi la nne. Takwimu unazo, utanikumbusha nyuma kidogo, ni nyinyi sasa mnaobisha. Lakini wewe jiulize yu, kwa nini Yanga ile mechi ya tarehe nane ilivyoahirishwa, yaani kutoka saa kumi kupelekwa saa moja Yanga kuleta timu kwa sababu tayari tarehe nane ilikuwa ya kwake Mechi ilivyoalishwa ilivyopelekwa saa moja ikawa tarehe tisa tena sio nane hmm. Kwa hiyo Yanga tarehe sio yake, tarehe ni ya Simba. Chaka, uh, anasungu, ya Simba kwa hiyo Yanga bora wanazungumzia akamua uwanja kwenye hii mechi. Yanga ana namba arobaini kinyota Simba ana arobaini na moja hmm. Kwa hiyo ukichukua nane ukijumlisha arobaini unapata

ni tarehe za Simba kwa sababu witili ukijumlisha na namba ya Simba arobaini na moja witili. unapata shufa kwa kwao, tarehe inakuwa ya Simba. Kwa hiyo hii mechi inachezwa saa moja, ndio maana anakwambia Yanga ana cha kwa sababu saa moja ni tarehe tisa. Kwa hiyo tisa ukijumlisha na arobaini na moja, unapata hamsini. Mechi Africa, ya yanga unapata ah, meish hmm. Kwa namna ambavyo Yanga Afrika watazama uh, Simba kwa namna ambavyo unaimulika Simbo kesho natakiwa awe makini wapi? E, baadhi ya nyota ya Young Africans ambao wana e, impact kubwa sana ambao simbo anatakiwa awe nao makini sana, huenda wakawazibi sa, yanga ukimkamata Max Zingeli umemaliza. hmm. ni Max tu Max ndo ana drive team. Kwa hiyo ukimkamata Maxi Zingeli basi mechi inakuwa imefanya nini, yanga inakuwa ishapoteana kwa sababu Max Zingeli ndiyo kii ya nini kii ya yanga hmm. ndio mchezaji ambaye anaipa yanga nguvu kwa mimi mchezaji ninayemwogopa Yanga ni huyu Maxi Nzengeli. Basi. Mm. <laughs> Kwanza kuchambua Simba tuanzie eneo la golini. Taarifa zinasema kwamba e, Musa Pimpin Kamara pamoja na Chema Loni Fondo e, ni ngumu sana kucheza mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Tuanzie golini. Ali Salim huenda kama kesho atacheza jibisi nani. Hivyo kipo hapa, Ali Salim hapa, Pimpin Kamara nani adake dabi? Wewe unaenda na nani? Danza na Pimpin Kamara. Mimi naenda na Ali Salim. Ali Salim ndio golikipa pekee mpaka sasa hivi amecheza dabi, ana clean sheet zote. Hajafungwa mechi hata hii? Mm. Hata moja. Ujaumia kukosekana kwa kamera? Wala. Ali Salim ni golikipa ambaye amedaka mpaka na Wydad Casablanca Mm. robo final. Na ametengeneza clean sheet uwanja wa taifa. Mm. Ali Salim ndio golikipa pekee ajawahi kufungwa na Aziziki. Aziziki kafunga makipa wote Tanzania tangu aje um, msimu wa pili huu wa tatu. Mm. Lakini Ali Salim hajamfunga mpaka leo hii. Sasa mimi nina wasiwasi gani juu ya Ali Salim? Kwenye dabi Ali Salim ni bora kuliko Kamara. Ni bora kuliko Kamara. Alisaini mkadaka mechi mbili, mpaka sasa hivi hajafungwa mechi hata moja wala. Yani ya mechi zote ana clean sheet, hajafungwa goli hata moja. Lakini Pimpin Kamala amedaka mechi mbili, amefungwa nini? Amefungwa magoli mawili kwa hapa nani bora? Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi akidaka Kamala, kidaka Ally Salim mm. no doubt. Tuangalie namna ambavyo Young Africans eh, na pamoja na Simba tukimuliki sasa. Tumetaja kipa, tuangalie Simba eneo eh, la mabeki eh, karabucha mu pamoja na blaza kiamza, uwezo wao eh, performance individually GB 64, eh. na uwezo mkubwa mm. na ana uwezo wa kufanya nini wa waku, kuipa kitu Simba mm. sawa. Karabushouma ni beki bora wa ligi ya vercosti mnaelewa mm. Huyu Aziz Ki anamfahamu vizuri na ameshacheza naye mm kwa wanamfahamu vizuri. Kwa mimi sina wasiwasi kabisa, ni mabeki wazuri, wanaweza wakafanya nini, wakacheza na mechi ikaisha salama. Mimi sina wasiwasi yeah. mm. kwa namna ambavyo namba mbili na namba tatu ya Simba e, Shomari Kapombe pamoja na e, Shabalala uwezo wao unashaka nao kuelekea e, mchezo. kwa ni timu ya taifa ya Tanzania namba mbili na namba tatu walioipeleka timu ya taifa Afcon ni wachezaji gani? Kapombe na Shabalala. Basi sina shaka kabisa juu ya Shabalala wala Kapombe mm. Mnaelewa, ndio wachezaji walioipeleka Simba robo fainali mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi sina shaka kabisa, yaani upande wa Simba kwa beki yake sina shaka nao, kwa sababu ndio beki kwanza kwa ndio beki bora katika ligi ya Tanzania, hmm. ni beki iliyoruhusu magoli machache mpaka sasa hivi. Namba viungwa pale katikati ngoma pamoja eh, na Yusuf Kagoma. Uwezo wao Yusuf Kagoma maonekana ni kuwa mvunja kuni haswa haswa kwa namna uchezaji wake individual performance yao jb eh, wow. kiungo bora pia defensive midfielder kwa sasa kwa Tanzania ni Yusuf Kagoma mwenelewa, hmm. anaenda kupambana na Khalid Aucho ambaye ana miaka 39, unakuja kukutana na nani? Mm. unakuja kukutana na Kagoma ambaye ana miaka 25. Mm. kwa hiyo hapa moja kwa moja unaona kabisa hii ni kazi na umri. Mm. Kagoma mwezi wa ucho na ndio maana Yanga walimtaka kwa udi na uvumba. Mm. Kagoma ili aje kusiba pengo aja kuziba Mimi la ucho hata ngoma. Mm. ile ndio midfield teacher ndio namba 8 bora. Mm. kwa sasa sawa, kwa ligi ya Tanzania mm ndo namba nane bora, aliyopiga pasi nyingi, clearance pasi nyingi, kwa hiyo mm. mimi sina wasiwasi kabisa kwa upande wa viungo, kwa upande ah. wa simu, kwa namna ambavyo uchezaji wa Elie Mpanzu e, pamoja na Jean Charles Ahoua, performance ya Elie Mpanzu kibisa wala GB 64, ah, ndo maana nakwambia kazi na umri, kazi ipo, umeelewa yeah? Kazini kwa Israel Mwenda kuna shughuli mm. inapelekwa yani labda asicheze Israel Mwenda lakini Israeli Mwenda, mimi naona kabisa anaenda kupewa lawama kwamba huyu beki huyu mm. alikuwa Simba mm. lazima watasingizia visingizio hivi mm. Kwa ili kuepuka lawama, mimi nadhani wamchezeshe mchezaji wao tu Kibwana Shomari mm. lakini kwa Israeli Mwenda kumzuia Mpanzu mm. hilo swala sawa, ameshindwa Lusajo Mwaikenda mm. si mnaelewa? tofauti wa Elie Mpanzu, namna ambavyo anacheza uh, GB 64, umetazama mechi nyingi sana ambazo zimepita kuhusiana na yeye kitu gani kitu gani ambao huwa anacho Elie Mpanzu kibisa wala, ukilinganisha na mawinga wengine wa Simba, Mpanzu kwanza akishaupata mpira huwa arudishi back pass mm. yeye huwa mara nyingi anaitafuta box mm. anaitafuta nini, Elia D mm. ndani ya kumi na nane na ana uwezo wa kupiga mbali na ana uwezo wa kutoa pasi za jicho mm. na ndio maana umemwona mechi na Azam kafunga na katoa nini, katoa assist mm. na huwa mara nyingi akubali mechi ishe bila Simba kupata matokeo. Umeelewa? Kwa hiyo mm. mpanzo ni mchezaji wa kitofauti kabisa. Kwa hiyo mimi naona kabisa Israel Mwenda mm. anaenda kupewa lawama mechi ya kesho. Kim Dennis ni mchezaji ambaye anaimbwa sana kuibukia katika mechi kubwa ee, tuimulike performance yake na tuangalie namna ambavyo anaibuka sana kwenye hizi mechi za dabi ya Kareko. Kim Dennis ni mchezaji wa mechi kubwa mm. Yaani kama sio dabi basi kimataifa mm. Kwa hiyo Kim Dennis mimi sina wasiwasi naye kwa sababu mechi ya kwanza mechi zote Yanga wanazokutana na Simba hmm. Ukiona Yanga na mato matokeo, basi Kibdenis ametolewa ametoka hmm. Lakini mechi zote Yanga huwa anapata tabu sana Kibdenis hmm. Mfano mechi iliyokwisha juzi tu hapa ya ligi se, first leg ya ligi ya mzunguko kwa hmm. ya hmm. wa kwanza ki peke yake amesababisha penati ngapi? Penati tatu, lakini Kayoko amezitia kapuni. Kwa hiyo hmm. mimi na uhakika kabisa hata mechi ya kesho hmm. utakuwa na penalty. Uh, Penati zitakuwepo mm. Kwa namna ambavyo masteka wawili Leonel Ateba pamoja na Steve Dese Mkwala eh, performance zao kwa namna ambavyo wamekuwa navifanya hivi karibuni eh, tuzimulike namna ambavyo Dese Mkwala pamoja na Leonel Ateba. Tuanze na Dese Mkwala amekuwa amefanya makubwa sana. Uh, Dese Mkwala Leonel Ateba pale kwanza unaanza na Ateba mm. kishaanza na Ateba anapoa dakika zake 60 30 anakuja kumalizia nani? mm. umeelewa, eh? Kama tunahitaji idadi kubwa ya magoli basi watachezeshwa watu wawili, umeelewa mm. mm. lakini kwa kipindi cha pili, lakini kipindi cha kwanza lazima tuanze na Ateba umeelewa mm. kwa hiyo Dese Mukwala yuko vizuri, ana goli nane mm. Ateba ana goli tisa ila aina ya uchezaji ndio anaotofautiana mm. Ateba anapokuepo uwanjani lazima kadi kwa sababu mechi ya kwanza wachezaji mm. wa Yanga wote walipewa kadi. Ile back four yote mm. ya nyuma ilipewa kadi za njano kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Ateba mm. Kwa hiyo, mimi na uhakika Ateba lazima ataanza. Ni mechi ambayo watu wengi wanaizungumzia kwamba e, Simba si mechi ya kupoteza kwa namna ambavyo, kama watapoteza, basi huenda watu wakarudi tena kule kule nyuma kwenye kelele za mangungu. E, ah hilo kotu walipo, na ndio maana hata hata baba yetu mm baba wa Simba Azim Deuci alivyojiwa alishakwambia kabisa kwamba hii mechi Simba wanaenda kufanya mazoezi kuelekea mechi na Almasi. Kwa hiyo hatuko tayari kupoteza target yetu wetu kwa sababu tumefungwa na Yanga hatutowagusa viongozi. Kwa hiyo kama tutafungwa itakuwa ni mechi ya kawaida, ni matokeo ya mpira kwa sababu kwenye mpira kuna mambo mangapi? Matatu. Lakini na uhakika tunaenda kupata pointi tatu. Tukifungwa tutafungwa kimpira, kwa sababu tuna timu bora, tuna uongozi bora, na mashabiki tuko vizuri, na tuna benchi la ufundi bora Young Africans wao GB 64 oh, ubora wao waswaaswa ni eh, umekuwa ni upe kwa namna ambavyo umezitazama umetazaa uh, mimi ubora mpaka sasa wa Yanga mpaka sasa sijauona yes, mm. Kwanza Yanga ukianza na namba moja mm, wana golikipa mzembe kuliko kuliko magolikipa magolikipa wote, wote. Young Africans GB 64 wana golikipa mzembe tunamzungumzia jiji DR. kumuona golikipa anafungwa mita hamsini, nitajie katika ligi msimu nani kafungwa, golikipa gani kafungwa mita 50?

Kaio ni golikipa mzembe kuliko magolikipa yote Tanzania, umeneelewa? yeah. Ukija huyu Israeli Mwenda ana uwezo wa, wa kucheza nanii na wachezaji na wa simu mm -hmm. Yani Israeli Mwenda na mpanzo ni sawasawa. Umemchukua Mfaume, Mfaume ukampiganishe na Pakiao au na Mayweather, sumenelewa? Yani quite difference. Isaka Boka ndio beki anayeongoza kwa kusababisha penati Mechi ya Yanga na Simba. Mechi zote mbili alizocheza zote kasababisha penalti. Refa tu ndo anaamua anaficha zile penalti. Mechi ya kwanza Ngoisani alisababisha penalti alimchezea nani? Kihiji. Unakumbuka? Mm. Mechi ya pili alimchezea Kim Dennis. Mm. Kwa mimi ndo maana nakwambia, kwa sababu refa ni Lagija. Mm. Mm. Na hii mechi namwambia Lagija. Hii mechi kafu wanaitazama kwa udi na uvumba, FIFA wanaitazama, asikubali kupoteza uhalisia wake, si umeelewa? Kwa hiyo achezeshe kwa haki. Akichezesha kwa haki na uhakika, kuna penati mbili, kuna kadi nyekundu moja kwa upande wa uh, Ibra baka pamoja na Dickson jobu uh, jb nan kwa rakaraka, uwezo wao kwa namna ambavyo wanaelekea dabi. Washambuliaji wa Simba jobu sina shaka naye, lakini Ibrahim Baka mm. Ibrahim Baka kwa sasa amechuja. Ibrahim Baka amechuja na ni beki ambaye lazima asababishe penati au lazima atapoa kadi nyekundu kwa mechi ya kesho. Dadi yako ipo pale pale. Upo razi kuhamia Young Africans. Kama Yanga ataifunga Simba mimi nitahamia Yanga. Na jezi ya Yanga utavaa. Na jezi ya Yanga nitavaa. Hana uwezo wa kutu... ana. Niko serious. Kama akitufunga mimi nitahamia Yanga.